ambapo tumeona utapeli wake na khiana za kiilmu alizozifanya za kulingania Waislamu wasiwe kitu kimoja na kujitangaza wao kama kundi la Kiwahabi, kutaka kuonyesha kwamba wao ndio wanaowakilisha Uislamu, wa hali ya kuwa hawa ni watu wa bidaa na ni watu ambao wanaleta mfarakano, na aya iko wazi kabisa Waatasimu bihabli llahi jamia wala tafaraqu, hii ni aya ambayo haina chembe ya khilafu kwamba sisi waislamu tumelinganiwa tuwe ni umma mmoja, tushikamane na dini ya Allah wala tusifarikiane. Kwa hivyo hawa mawahabi ambayo ni saratani katika dini yetu ya Kiislamu wanakereketa na kukereza kamba hiyo kukatika, na mifano mingi tu katika ulimwengu wa Kiislamu tayari imeonekana kwa Iraq, Syria, eh, Libya na sehemu nyingine. Hawa kazi yao ni chinja chinja na uwa uwa. Mtu anaweza kaona sasa hivi wako baridi, hawajapata tu mamlaka, siku wanayopata mamlaka hawa hizo hadithi za kusema mkikutana na watu kama hawa waueni, mkiwaua mnaenda peponi, wakiwaua mnaenda peponi. Ndio kuja kukuta vijana mashabab wanamkamata mtu ambaye anatamka la ilaha illallah na kumchinja, kumpiga risasi tena, wasibakishe kitu, wazee, watu wazima, wanawake. Ni hawa mawahabi. Hayo yanaonekana kupitia mativi na vyombo vya habari mbalimbali. Hii inatoa kama ni tahadhari. Huko nyuma liliwahi kutoa tahadhari kadhaa, watu wakaziona labda haziko madhubuti, lakini madhubuti wake umekuja kuonekana baada ya kutokea mwanzo wa mawahabi walivokuwa wakiingia katika sehemu ambazo hawana nguvu, wakijifanya wanyonge sana, wakijifanya sisi kwani hii si misimamo tu na kila mtu akana rai yake, na hivi walivyopata nguvu kidogo tu, basi ikawa wale wanao wakhalifu sasa ikawa ni kuitwa watu wa bid'a. Tena kipindi cha nyuma nakumbuka nilitoa tabihi moja, nikamwambia, jamani, nyinyi mnaona mnafurahia wengine masunni wengine, labda kwa labda, wamejibiwa maibadhi, lakini hawa lengo lao kubwa si maibadhi peke yao, lengo kubwa zaidi na zaidi ni hii bahari ya kisuni mashafi, ambao wengi katika East Afrika ni ashaira, ni madhhabi ya ashaira. Hawa ndio lengo lao, hiyo ikaja ikadhihiri fi ma bad. Na ndio maana wakapatikana vijana wa ahli, wa jamaa, wa wa ahli, ahli sunna waljamaa wanao warudi kisawasawa mawahabi. Nditoa kitabu kinaitwa ahli sunna au ansari sunna vituko na vitakuro. Alisema mambo mengi katika kitabu kile, lakini alikuja akathibiti baadaye katika hayo. Ndiyo yasema, ilikuwa ni hilo suala la kwamba hawa lengo lao kubwa zaidi ni hawa ahli sunna waljamaa ashaira. Leo wanavamia misikiti yao wakiiteka, wakileta farka na ugomvi, ukasikia wanapenyapenya wakaweka darsa, watu maskini za Mungu hawafahamu wanataka kuijua dini yao. Hata wakija wakizinduka, msikiti ushatekwa zamani. Hata wakienda katika vyombo vya dola, wanakuta trustees wale, wadhamini, majina ni yao. Nyee, mlikuwako wapi? Watu wenye msikiti ni hawa, wasimamizi. Kwa hivyo utakuta misikiti mingine inachukuliwa, mengine kwa shida inarejeshwa. Ala kulli hal, niseme tu huyu tapeli wa Lushoto, katika mambo aliyoyataja na kusema unaposhirikiana na maibadhi ni kuwa umekubali itikadi yao. Sasa hii ni tarab ya kubabaisha na kuwaliwaza watu wasiojielewa na kufahamu, wakaona lakini kweli, lakini kweli jambo hili Mi nikwambieni huu ni utapeli mwingine katika dini unaofanywa na hatu, watu hawa wabida ya mawahabi, wakiwemo huyu kijana Lushoto, wakiwemo huyo Barhayani na wenzake walioko katika sehemu nyingine, upenda kutumia swala. Si kweli, si kweli kabisa kabisa. Ntakwambieni uh, kwa nini si kweli. Tuchukueni kitu cha haraka, haraka tu Ukija ukiangalia hawa maimamu wanne wakisuni maarufu, Imamu Abu Hanifa, Imamu Malik, Imamu Shafii na Ahmed bin Hambal. Abu Hanifa kakutana na Imamu Malik, wakazungumza, lakini Malik kamsomesha sa Shafii na Shafii kasoma kwa Malik. Wala haikuwa hilo la kumfanya Shafii kwamba yeye asifanye jitihada zake au amuogope Malik kwamba sasa ishasoma kwake mi kila kitu nifuate, kalla wahasha, bali katunga vitabu ya ku alitunga vitabu au kitabu cha tofauti yake na shekhe wake. Kwa hivyo kwanza kushirikiana hakuna maana kwamba lazima uwe unamfuata mtu kabisa, haina maana hiyo. Lakini si hivyo, Ahmed bin Hambal kasoma kwa Shafii na hawa mawahabi wanamtukuza sana Ahmed bin Hambal, uhakika wa mambo ni hayo, na kumponda Shafii hufanya takia kujificha katika hilo. Kasikia maimamu wa ahlisunna waljamaa wote, wote hakuna wote bwana hawa katika maimamu wanaowachukia wamo, wana, hawa watatu hawa, Abu Hanifa, Malik na Shafi wadh Shafi. Kuna kipindi kuna mfuasi wa kishafi alinifuata akaniambia, bwana hawa watu wabaya sana, au mawahabi. Kuna jamaa kasomasoma, anasomesha vitabu akimtaja Imamu Shafi rai yake basi, alikuwa ya anamwita mjomba, mjomba kasema, mjomba kasema. Kwenye Ahmed bin Hambali hiyo alikuwa haifanyi, mpaka yule jamaa asema, ikanikera mimi manake yo kijana aliokuja kunipa habari hii ni kijana yuko vizuri, kasoma vizuri, madhibi yake ya kishafi anaifahamu, aka mwambia kwa nini ukifika kumtaja Shafi unasema mjomba? Manake kako, beza ile kauli ya Imam Shafi. Kwa hivyo uhakika wa mambo hutaka kumtukuza Ahmed bin Hambal, na ndio maana hukuti wanamkrash kela, lakini njoo zako kwa Abu Hanifa wanasema katika kitabu cha mtoto wa Ahmed bin Hambal, ha? sikiliza vizuri hiyo kwamba sutiba Abu Hanifa maratain. Abu, Abu Hanifa katubishwa mara mbili kutokana kufuru Abu Hanifa. Katika kitabu hicho anamtaja kwamba anamuita Abu Jifa, baba mzoga. Ahmed bin Hanbali huyu anasema qaulu abi hanifa wa baara indi sawa Kauli ya Abu Hanifa na kinyesi cha mnyama basi kwangu mimi ni sawasawa sawa tu, hakuna tofauti. Kwa hivyo uzungukeni, lakini haya inayokwambieni yakamateni vizuri, mtayaona ukweli wake kama hamjayaona, kwa sababu wengi walinipongeza na kile kitabu, mpaka leo kinafika nafikiri miaka zaidi ya kumi tokea ni kitunge na mpaka leo nafuatwa na watu na wa madhehebu mbalimbali kutaka niwapatie electronic copy ala kuli hali. Kwa hivyo hawa watu wanatumia wimbo huu kwamba unaposhirikiana na ibadhi ni kuwa tayari ushakubali itikadi yao. Sasa mi nawambia huu ni utapeli katika dini, haina maana hiyo kabisa. Uhalisia wake, tumeona Abu Hanifa, watu wamekaa naye na kusoma naye, badi wakawa kinyume chake, wanamkrasha. Sasa sio kama wamemfu wamekubali rai zake, lakini kubwa zaidi katika hivyo vitabu vya hadithi, wewe ukisikia sahihi al-Bukhari, kwa mtu asiyejifahamu alali kuwa hajasoma atajua sahihi al-Bukhari ni kitabu kimetungwa na mmoja ya wafuasi wa Ahlisunna Waljamaa, lakini mimi nikuambie kitabu hichi kimetungwa na al-Bukhari ni kweli, katika ahli sunna wal jamaa, lakini hawa hawa hawa mawahabi siku hizo bado walikuwa hawajadhihiri haja kwa jina la uwahabi, walidhihiri kwa jina la hashwiya, walimtia katika bidaa Imam al-Bukhari mpaka ikawa anatafuta ardhi ya kumuhifadhi haipati, kwa ajili tu kasema lafdhi bilquran makhluq matamshi yangu kwa qurani basi itakuwa ni kitu kilichoumbwa. ah, kaitwa mtu wa bid'a bwana, kafukuzwa kwenye madarsa, na haikumalizikia kwenye madarsa, ndio nikakwambieni, ah, watu ni watu waovu sana. Ikawa sasa kila anapokwenda anaandikiwa, zinaandikwa barua kwamba huyu anakuja na ni mtu wa bid'a huyo, anasema alqur'ani makhluq au lafzu bil qur'ani makhluq. Kwa hivyo akifika kule, anafukuzwa. mpaka wanataja wenye kutaja katika walioandika mambo ya tarajim na historia kwamba aliomba dua Allah achukue roho yake kutokana na muamala mbaya aliyofanyiwa kwa kutiwa kwenye bid'a, halafu watu wakamfanya kila anapokwenda hapati nafasi ya kuishi na kueneza ilmu. Sasa wewe utakuja utajua, al-Bukhari ni katika ahli sunna na ndio katunga kitabu cha sahihi al-Bukhari, sawa eh? sahihi al-Bukhari jina lao maarufu na la ufupisho, ala kulli hal. Sasa ukija ukipeleleza, kumbe huyu Bukhari sio kama yeye katunga, kapokea kwa, kwa mtume sallallahu alaihi wasallam moja kwa moja A -a.

Ala kulli hal lengo si hii, lakini kwa, kwa ufupi wewe kamata hajakutana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajakutana na sahaba ala hajakutana na tabi'i, hii ndio ya uhakika sawa ah kwa hivyo yeye anapokea kupitia maruati mbalimbali. Kwa hivyo kuna sanadi na watu eh, kumi saba nane, ndio unamfika Mtume sallallahu alaihi waalihi wasallam. Ikiwa ni hivyo, hawa maruwati hawa, ukija ukiwafuatilia, wana madhehebu tofauti hawa. Kuna wengine ni maibadhi, kuna wengine mashia, kuna nyingine watu wengine ni murjiin, kuna wengine ni ahli lqadar, na hawa wote kwa mtizamo wa hawa mawahabi, hao ni watu wa bida. Kwa hivyo, kwa maana hiyo, sahihi lBukhari imepokewa kupitia kwa baadhi ya watu wa bida. Sasa Bukhari aliwezajewezaje kupokea hadithi zote hizo ikisha akapokea kwa watu wa bida, kama hakushirikiana nao na wengine ikawa ni mashehe zake hasa shuyukh lBukhari hapo ni kitandawili tega ni kutege, wala hakiaguki hicho. Kwa mawahabi hakiaguki, itakuwa ni kuzunguka kama pia tu na kujinasua huku na huku, lakini ukweli wa mambo utabaki. Na hili swala halimgusi Bukhari tu. Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Ibn eh, Abu Daudi, Ibni Maja, wote unawafahamu wewe, shughuli kama hiyo ndani yake imo. Kwa hivyo hilo linatakiwa lieleweke. Watu wasikae kila siku wakadanganywa, abu fulani abu fulani abu fulani abu fulani. Hawana kubwa zaidi ya kubabaisha watu umma na kuwalingania katika mtafaru. Huyu kijana anasema mwenyewe ah, kuna msemo unasema, sijui sahihi wake wewe, ushausema na maana ushaukubali. Anasema lau sakata ljuhalu la qalla lihtilaf, laiti ma majahili wenge nyamaza, ikhtilafu zingepungua. Tunasema kweli eh? Na wewe ni mmoja ambao msemo huu unakugusa, law sakatta laqalla alikhtilaf, law wengeli nyamaza wewe, ikhtilafu zingepungua, na hizi fitna zenu mnazozieneza kila kukicha, wal iyadhu billah. Na fitna zenu Allah, zirejeshe eh, kwenu kwa vile mmewatakia mmeutakia umma wa Kiislamu kufikwa na fitna zenu hizo. Halafu huyu shekhe wake namtakasa takasa Barahiyani huyu ni kigeugeu kigeugeu, na ulimi mchafu zaidi alionao. TV yake ishawahi kufungwa na kutoleshwa faini kwa ndimi chafu zinazotolewa na mafatwa ya kufyatua na yasiyochunga adabu, mad adabu. Unajua, ukitoa kitu hasa in public, basi kuna mambo ya faragha, basi uyataje kwa heshima kwenye redio au TV Radio sisemi TV na kusudia radio, basi uchungi angalau heshima. Watu wanasikiliza, familia, mara nyingine aila nzima inakaa kusikiliza, watoto wakubwa, wadogo, anazungumza lugha chafu kabisa. Huyu bwana, huyu bwana, huyu ni kigeugeu. Huyu shekhe wake huyu Barahiyan, kipindi fulani, kipindi fulani alimzungumzia Shekh Kishki Simzungumzi Kishki wa Misri, huyu Kishki wa Dar es Salaam, akasema huyu, kwa vile mwenyewe anajiita ni salafi, basi mimi siwezi nikamtoa kwenye salafi, ni salafi huyu. Wakati huo Sheikh Kishki ni tayari ana ma mawasiliano na maibadhi, anakwenda anatembeleana nakaa nao, lakini leo na jana karibuni ndio anasema katoa rekodi yake kwamba kwa vile huyu alialikwa katika mkutano ambao, uh, e, umetayarishwa na watu wa bida, ye mwenyewe huita watu wa sunna, lakini ni watu wa bida, ni e, mawahabi wenzake, basi na kualikwa mtu kama huyu ambaye anashirikiana na, na maibadhi eh, haliwezekani swala hilo, siu amemlaumu huyo alo, hivi nakaomba radhi huyo mtu na hivi na nini. Shaona sasa ilikuwaje tena Ukamtoa shekishki naye mwenyewe anajiita salafi, ukamtoa katika usalafia na wewe unajua hicho kipindi ulichokataa kumtoa ilikuwa tayari anayo mawasiliano na Waislamu wenzake. Kwa hivyo, ndugu Waislamu, mi nikwambieni kwa ufupi tu, msibabaishwe na hawa eh, matapeli katika dini. Ukishirikiana na Mwislamu mwenzako haina maana katu abadan kwamba ushakubali itikadi zake wala fikhi zake. Na mimi nikisikwambia hata itikadi hata zile fikhi zake, si lazima kwamba uwe umewafikiana nazo ah. Kuna mambo tu ni muislamu mwenzako tayari, ni muislamu mwenzako eh. Na ndio maana katika hizi pande zetu miaka na miaka tumeishi sisi, watu wako shwari kabisa. Mimi kuna kipindi fulani, kuna mtu aniliuliza, sio kama pointi nimeizungumza lakini nairejea hapa kama nimeizungumza, kama sijarejea a sijaizungumza itakuwa ni maaluma jadida. Kuhusu a mashia na mawahabi, watu husema, wao mawahabi wanatangaza washia wabaya sana. Mi huwambia hawa mawahabi ndio wabaya, kwa sababu hawa wamekuja karibuni tu, miaka karibuni, na watu hapa East Africa walikuwa ni shuari, na kuna masunni Ahli Sunna Waljamaa wapo, mashia na mashia wanarafiisha adhana yao haya ala khair al-amal au ashhadu anna aliyya waliyu llah wa kuma ibadhi na watu wameishi kishwari kabisa. Wamekuja ni mfarakano bwana kugawana, na mpaka mtu kwenye, kwenye, ndani ya msikiti kwenye, kwenye, kwenye khutba ya ljumaa, anasimangwa, anasimangwa, iko mijitu umehudhuria, la, watu wamekuja siku ya ljumaa, au watu wa wahabia ndio waje taratibu hizi. ala kulli hal. Kuna pointi nyingi za kuzungumza, lakini hapa mimi nimenukuu kwa ufupi tu ili kuwaepusha watu na kuingia na fitna na utapeli, kutapeliwa na watu kama hawa barahayani hawa, Muhammad bachu eh, na wengineo wengineo, na huyu jamaa wa Lushoto ambaye atakujulikana si mtu wa kujulikana. Wasallallahu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasalam. Wa shukran lakum wajazakum llahu khairan. Na huenda huenda, pengine hizi klipu kwa vile ni nyingi zimefikia, sijui zi sita, nikafanyia khulasa moja nikita, nikipata faragha, ikawa kidogo ni klipu moja tu na iliyokuwa serefu sana. Shukran wa barakallahu llahu fikum.